Alikuwa ndio nguzo yetu sisi hapa, ametuacha. Ndio alikuwa nguzo kisima, amesoma sana. Hata mimi nambeba mgongoni naenda kushunga naye huko polini huko, mama nikirudi naye mama, nakombeza konalianda na mtoto huko mtoto yuko kweli, kisima ni msikivu, ni mtu penda sana watu. Alikuwa ni mtu ambaye ni msikifu sana, hana maneno wala hana, hana, hana makuu na mtu mtoto wetu amesoma vizuri sana, kamaliza hivyo akawa amepata kazi yake. Ana sasa ni kifu hichi, mimi hata sijui kimetokeaje jamani. hata sijui kimetokea, nasikitika mpaka sasa e, msiba huu mimi niseme ni msiba kwa Wanamara wote. Nimekuwa nikifanya kazi kwa karibu sana na injinia Nyamo-Hanga. Kuna maeneo mengi amekuwa akinisaidia, nyote ni mashahidi. Siku si nyingi tulikuwa zilizopita, tulikuwa na, na janga la hali ya hewa pale manispaa ya Musoma miundombinu mingi iliharibika ikiwa ni pamoja na ya umeme. E, injinia alitusaidia kwa karibu sana, akahakisha basi TANESCO mkoa wa Mara wanarejesha hali ya umeme e, katika eneo ile katika hali ya kawaida kwa haraka sana. Na kati ya taasisi zote zilizofanya kazi kwenye, kwenye kadhi ya ile kwa kweli TANESCO walifanya kazi nzuri kweli kweli na kila mwananchi E, wa manispaa ya Msoma alishangaa, lakini si ha hilo tu. Hata wiki iliyopita nilifanya mawasiliano naye atusaidie. Kuna umeme ulikuwa unatakiwa kupelekwa haraka sana kwenye shule ya amali inayojengwa Butiama pale. Sasa wakati tunapata changamoto hiyo na hitajio hilo Eh, tulikuwa tayari tumetumia fedha nyingi na eh, na miundombinu mingi ya TANESCO kwenye kadhi ya ile, eh, iliyotupata mwanzoni mwa mwezi wa tatu, lakini ali chip in wametusaidia, na nadhani ile, ile project ya Butiama itakuwa realized soon. Hayo ni baadhi ya maeneo tu, baadhi ya maeneo ambayo amekuwa akitusaidia kama mkoa wa Mara. Kwa, kwa, kwa namna ya pekee sana e, nitumie fursa hii kutoa pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki. Niambie kwamba msiba huo sio wa ninyi tu mliokuwa karibu na injinia, bali ni msiba wetu sote ni msiba wa Wanamara. Tutashirikiana, tutakuwa pamoja katika kumpumzisha e, ndugu yetu e. Maziko, kwa makubaliano tuliyofanya e, serikali na, na familia, maziko yatafanyika e, maeneo haya nyumbani, maeneo ya migungani hapa Bunda na yatafanyika basi ile tarehe kumi na sita kumi na sita mwezi huu wa nne 2025, e, siku ya Jumatano. E, familia kwa kiwango kikubwa wengi wame wamefika hapa, lakini wengine wako safarini, tunawatarajia wataingia kesho. e, familia ujumla kesho wote watakuwa wamefika hapa. Si kama serikali ya mkoa na wenzetu wa TANESCO e, mkoa na kanda tumejipanga vizuri, ili kuhakikisha kwamba shughuli hii e, ambayo ni sherehe ya mwisho ya ndugu yetu Injinia Gissima basi inafanyika kwa ufanisi e, maziko haya ya kitaifa yataongozwa na Mheshimiwa Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati.